ikhwat aliman annasu ala darbain ghafilin wadha mamkut -man wadhakirin mahbub ndugu, <coughs> Islamu, watu wamejigawa katika makundi mawili. Mtu wa kwanza anaitwa dhakiru lillahi azza wa jal, mtu ambaye anamkumbuka Allah daima, asipomkumbuka kwa moyo atakuwa anamkumbuka kwa vitendo

Moyo wake umeghafilika, hiyo inaitwa ghaflatul janan. Ulimi wake umeghafilika, humtaji Allah, hiyo inaitwa ghaflatul lisan au ghaflatul arkan, ghafla viungo vyake. Ukimwona mtu anatapeli kwenye mauzo, viungo vyake vimeghafilika, kamsahau Mola wakati ule. Ndio maana mkono ukatumika katika dhambi au mguu kuiendea dhambi ni kawaida dhikri ya moyo inazalisha dhikri ya viungo. Yani, viungo vinamkumbuka Allah subhanahu wataala, haviingii kwenye maasi. Ukimona mtu kampa mwanamke mkono, sio halali yake, kwa sababu tukasoma naye darasa moja, yule anatoa na huyu katoa mkono, wote wawili hawa wameghafilika. Almu'min hachukuliwi na ghafla, anakuwa kabla ya kufanya jambo anaangalia, hapa pana amri gani Allah subhanahu wataala ndio maana ikaja aya inasema, innal ladhina taqaw idha masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun, hakika wale wenye takwa wakiguswa tu na pepesi za shaytan hukumbuka tahamaki wake. Hiyo njia hawafiki kufanya uovu waumini wa kweli, kwa sababu dhikrullah iko karibu na moyo. Akitaka kutapeli tu anakumbuka anajizuia na utapeli, akitaka kusema uongo anakumbuka anaikumbuka hadithi inayosema kwamba nampadhamana atapata nyumba ndani ya janna, yule ambaye ataacha uongo hata kama iko ndani ya mzaha atapewa nyumba ima katikati ya janna upembezoni, kwa huyo ambaye taraka alkadhiba wa in kana mazihan. Kwa hiyo alghafla ni kitendo kibaya, na adhikr ni kitendo kizuri, na watu wanalala wakiwa katika makundi mawili. Kuna aliyelala ameghafilika na mwingine amehesabika ni Qiyamu layli kinamtia mtu katika kundi la aldhakirin. Mtume anasema man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al alghafilin, hata keesimama usiku <coughs> sala ya usiku akasoma aya kumi, huyo hata hatoandikwa katika al-ghafilin. Alghafilin, kwa hiyo kashaondoka kwenye kundi la al-ghafilin yuko kwenye kundi la aldhakirin. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba min al qanitin na atakayesimama kwa kusoma aya mia anaandikwa katika alqanitin. Katoka kwenye adhakirin kapanda daraja, akafika kuwa ni katika alqanitin, kwa kuongeza juhudi mara kumi aliyoifanya mwanzo. Katoka kwenye aya kumi kenda katika aya ngapi? Mia, kumi mara kumi ni mia. Akiengeza tena juhudi aliyoifanya kwa mara kumi yake, akasimama na aya alfu ataandikwa katika almuqantarin. Al-qantari ni watu waliotajirika. Huo ni utajiri wa hali ya juu katika uwanja wa imani na uchamungu na kuchuma thawabu. Kwa hiyo atakesimama na aya kumi ni katika dhakirini, akiengeza juhudi mara kumi yake zikawa aya ni mia, anaandikwa katika al-qanitin, wa nyenyekevu, na katika Quran wa mbashiri wa al-qanitin. Na hicho kitendo ndio kinaitwa al-qunut. Al-qunut inakuja kwa maana urefu wa sala wasallam anasema sala bora ni ile yenye tulul tulul kunutu, yani kisimamo kirefu ili na rukuu iwe refu na sijida iwe refu, na hiyo ndio sala bora ya usiku. Sasa akiondoka kwenye aya mia akafanya juhudi mara kumi yake zikawa alfu, anaandikwa katika almukamparin na almukamparin maanake waliomiminiwa ujira mwingi sana kwa aya alfu moja

aweze kuichomoa ile mahari yake ambayo alimpa, anamtesa mpaka mwanamke aingie kwenye fulu. Asifanye hivyo, ili hali ya kuendo kamchoka mke huyo, anamtaka mwingine. Kama kampa al-qintara, mwachilie. Sasa al-qintari inaonyesha kwamba ni kitu kingi sana, na ndio maana Alu Imrani kasema wal qanatir al muqantara min al-dhahab wal fidda, mwanadamu anapenda mirundo mingi sana ya dhahabu na fedha. Sasa hapa kazunguzwa muqantarini katika upande wa akhirah. Kila anayetaka utajiri mkubwa wa akhirah basi asimame na aya alfu moja wakati wa usiku, zikiwa katika juzuu ya juzuu ndogo ndogo hii za mwisho zenye aya fupifupi. Bila shaka aya chache zita yani, sura chache atakuwa kisazipata aya alfu moja. Na pia imekuja katika hadithi ya Abi Hureira, Mtume amesema atakayedumisha sala hizi tano za faradhi hatokuwa katika alghafilini na atakayesoma ndani ya usiku mmoja ya mia hatoandikwa katika al-ghafilin, hatoandikwa katika al-ghafilin. Yahya ibnu Muadh Arrazi rahmatullahi alaihi anasema dawau al-qalbi khamsatu ashiya, dawa ya moyo ni mambo matano tuyachukuayo mambo matano tuifunge darasa letu kwa ajili ya kuyaendea mengineyo ambayo tumejipanga kwenda kuyafanya. Haya, mambo matano muhimu sana yanatibu moyo wa mwanadamu. Moyo unakuwa unapata zakatu azaka, ule utakaso wake. La kwanza qiraatu lqurani bitafakkur, kuisoma Qurani kwa kuizingatia na kuitafakari ile maana yake na ule ujumbe wake. La pili khala'ul batni, tumbo kuwa tupu. La tatu qiyamul layl la nne atabarru inda sahar kunyenyekea wakati wa sahar huu muda wa mwisho wa usiku hapo mtu anyenyekee sana kwa kuomba msamaha na toba mara nyingi watu wakitoka kiyamu laili tena wakienda wakawa wako kwenye daku wanatia story mpaka adhana inaadhimiwa kumbe sio akili barabara hii akili nzuri ni kwamba ukishamaliza tu kiyamu laili hiyo daku wenyewe moyo wako uko kwa, kwa Allah subhanahu wa ta'ala unakula haraka haraka kidogo alafu unakaa faragha baina yako na Mola Ule ni muda mzuri sana wa kufanya istighfar na tauba, na ndio muda umesifiwa, kwa mtu asije akaona akahuisha usiku na kwamba tayari amejipinda sana katika Laylatul Qadri, akaja akaharibu mwisho wa usiku, ambapo mwisho ndio muhimu zaidi. Mwisho unaangaliwa sana, mwisho ndio una thamani. Wewe ni siku bora ya wiki ya Ijumaa, thamani yake iko mwishoni baina al-asri wal maghrib, dua inajibiwa. Ukuiona wewe siku bora katika mwaka, siku ya Arafa, thamani yake iko mwishoni pale jioni, ndio Allah anteremka katika mbingu ya dunia, anatangaza mengi kwa waja wake. Basi na usiku wa lela qadri, thamani yake inatakiwa itengene, yani ijaliwe zaidi katika ule muda wa mwisho, ambapo Allah amesema, wa bil as-hari hum yastaghfirun, waumini wa kweli, nyakati zile wanaomba msamaha wa at-tabarru' n kasha nyenyekea mja baina yake na Mola wake kwa sala ndefu ndefu. Sasa anaomba msamaha, ambalo ndo tunda sasa la ile sala, zile sala zake analeta tauba, anamuomba Allah ampe afu, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hilo ni jambo la nne linalotengeneza moyo, na haya mambo tuyachukue katika maisha ya husiani na ramadhani tu. Na jambo la tano, mujalasatu salihin, kukaa na wajawema ukaona mema yao, ukasikiliza mazuri yao. Matano haya yatautengeneza moyo uwe qalban saliman, moyo wenye salama. Uisoma Qur'ani kwa kuitafakari maana na ujumbe wake, tumbo liwe tupu, qiyamul layl. Na haya matatu yakioana, tumbo tupu ndani ya qiyamul layl, anaisoma Qur'ani kwa tafakur, hajashiba wakati huo, ala, hajavimbiwa kala kidogo tu basi athari yake inakuwa kubwa kwenye moyo. Jambo la nne, atabaru inda saha, kunyenyekea wakati wa saha. Na shetani anapenda mwisho uharibu mtu, kajipinda we eh, tokea magharibi kafanya bidii, lakini hapas, daku mpaka kuadhiniwa, mpaka hapa panalisaa kasorobo pengine au saa nzima hapo, anaharibu mwishoni kabisa, ndo anakuja kwenye mazungumzo ya kidunia msikitini anazungumza sio kwa na maana, anasahau kwamba ni muda wa istighfar. Anasahau kwamba kashapanda ikapalilia huko nyuma kalimialimia, sasa ule muda wa kuvuna ule ndo. Ushasali, ushajipendekeza kwa Allah, sasa lete istighfar na toba pale, tena ndo anaharibu wakati wa mavuno. Ndio wakati muhimu, kwa wakati wa sahar ni wakati wa kuvuna rahma na radhi za Allah, ndo pale dua zinajibiwa kwa mujalasatu salihin. ili ni jambo la tano, kukana na wa wajawe. Tumehifadhi mambo matano ambayo ni dawa ya moyo. La kwanza kiraat lqurani bitafakur, la pili khalau lbatni, tumbo kuwa tupu mara kwa mara. Muislamu achunge sana tumbo lisijae, ale asubuhi kiwango kidogo, kafika wakati mwingine kaona njaa ale kiwango kidogo. Yani tumbo likiwa tupu, basi utaathirika wewe

na tuweze kufanikiwa mpaka tuone sala ina ladha kuliko ladha ya starehe zote, kama alivyosema Yahya Ibnu Abi Kathir. Na huyu anayesema haya mambo kwa hisia, hao watu wameonja ladha ya kunong'ona na Allah usiku ndani ya sijida na rukuu kwa tasbihati ndefu na dua na vilio ndani ya sujud na ladha ya Qur'ani wanaifahamu maana. Yahya Ibnu Abi Kathir anasema maneno yanayotoka katika athari yake

Mbona karukwa na usingizi huyu bwana harusi? Jua harusi wake wengi sana inawapita salatu alfajiri yao, wanaingia kwenye harusi salatu alfajiri kwa jamaa inawapita. siku hii nasali saa tatu usubuhi, na ndio siku ambayo usingizi uliruka. Ala, kwa nini basi ladha kuliko hiyo asipate mtu ambaye yunaji rabbahu? Ikiwa yahya kaanza na kiapo, inaonyesha kwamba waliopita walionja ladha hii, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kataja starehe kubwa ya kidunia alafu akahitaji starehe kubwa ya kidini akasema, hivi hubiba ilaiya min dunyakum an nisau wa qid, nimependezeshewa mimi katika dunia yenu hii manukato na wake wa ndoa. Wajuilat qurratu aini fi salah, na nimewekewa burdani ya jicho langu ndani ya sala. Hapa ndio pana burdani zaidi, burdani ya jicho la Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, salatu salatu layli ni qurratul uyun, burdani ya macho kwa wale wenye imani na ihtisab, wakatafakari na iko siku tutakifahamu kiapo hichi cha Yahya ibn Abi Kathir. Kwa yule atakayeruzukiwa akafika huko, tunamuomba Allah atufikishe. Kwa leo hatumfahamu vizuri, kwamba anaanza anaanza na kiapo. Inakuwaje kweli faragha ya mja kwa mola imezidi faragha ya bwana bwana harusi kwa bi harusi ndani ya ndoa mpya? Lakini mida mkaapa, wameshafikishwa wenzetu hao.